kampeni za simama e, abasi basi e, kuzikwa Zanzibar. Kampeni za simama. Lakini sisem, yatangaza onyo madiwani wanaojipanga kusaka umea. Sem yatangaza onyo madiwani wanaojipanga kusaka umea. Lakini vyoo vya kukaa ni raha ya e, hatari e, kiafya vyoo vya kukaa ni raha na hatari kiafya lakini masaju aeleza adhai udhaifu e, unawapata unawapa nafuu wa harifu. lakini sababu za Nicolas Sarkozy kufungwa miaka mitano. Na habari kubwa ni teki ya wapa onyo mapadi watawa e, teki ya wapa onyo mapadi watawa. na Samia avuna wapinzani ahidi jambo gesi asilia. na hapa Tunduma tutaweka daraja la juu. Huyo ni mwalimu asema, hapa Tunduma tutaweka daraja la juu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Nipashe, mwanga wa jamii, kwa asubuhi ya leo linaandika watoto wanaoishi na selimundu hatarini kupata kiharusi. Lakini mgombea wa jimbo la Fuoni eh, kaka wa raisi mwenye afariki. Lakini kumechangamka kume, kume hiyo e, ni habari nasema kumechangamka, ndo habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe e, kumechangamka. Kampeni za uchaguzi mkuu zimepamba moto, kukosoana kila kona, majambo, e, majimbo e, ya tawala e, makada wahama. Hiyo e, ni kumechangamka. Lakini mwinyi atamba na uwanja wa ndege Pemba ADC e, ya jinadi kupaisha karafuu. Lakini meno ya kahawia tishio, wataalamu wataja tiba lakini Mutharika arejea Ikulu eh, majeruhi kashfa za ufisadi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini habari kubwa muka, eh, ni kumechangamka, ni kampeni za uchaguzi mkuu zimepamba moto. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini Mwelekeo gazeti lako linaandika wagombea ubunge kafu na chauma wahamia CCM, kilolo kunufaika na miradi mipya Samia gesi asilia lazima e, eh, inufaishe Tanzania. Samia gesi asilia lazima inufaishe Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwelekeo ukurasa wa mbele. Lakini wa machinga gazeti lako linaandika eh, kwenye habari kubwa eh, inayosema Wasira aonya madiwani wanaosaka umea. Wenyekiti wa halmashauri. Huyo ni Steven Wasira aonya wanaosaka umea na wenyekiti wa halmashauri. Lakini Dr Magiro, Lindi iendeleeni kuandika historia. Huyo ni dr. Magiro wasema, Lindi iendeleeni kuandika historia. Ni gazeti la Wamachinga. Samia ataja sababu za ruzuku chanjo za mifugo. Lakini Tarura Geita yahudumia kilomita 564 maeneo ya madini. Tarura Geita yahudumia kilomita maeneo ya madini. Hiyo ni lako la kwa habari kwenye gazeti la kula wa wa machinga ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari lako la wamachinga ukurasa yako kwa gazeti la wamachinga. Tuangazie gazeti lako la majira linaandika, ACT Wazalendo yaomboleza kifo cha kaka yake Rais Mwinyi, lakini uchumi wakuwa kwa asilimia 5.4 robo kwanza ya 2025 lakini Biteko ataka bodi ya IRB kwa tunuku wahandisi na Samia, tunachoahidi tunatekeleza sio ndoto. Huyo ni Rais Samia sema e, tunachoahidi tunatekeleza sio ndoto. Lakini kanisa la piga marufuku watumishi wake kushiriki mikutano ya siasa, e, kanisa la piga marufuku watumishi wake kushiriki mikutano ya siasa. Lakini historia imejirudia, Malawi Mutharika arejea Wasira atoa onyo kali kwa walioanza kusaka umea. E, Wasira atoa onyo kali kwa walioanza kusaka umea. Hiyo ni gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo linaandika serikali yaondoa vati kwa vituo vya gesi asilia. Lakini rubani abasi mwenye afariki zikwa leo Mangapwani na TADB yatoa elimu ya fedha kwa wakulima Bukoba manispa. Lakini Dr Samia ampigia simu Masauni akiomba kura jimbo la Kikwajuni. Eh, Dr Samia ampigia simu Masauni akiomba kura jimbo la Kikwajuni. Hiyo ni habari kwenye gazeti laku la Raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti laku la Mtanzania leo linaandika TADB yasogeza huduma eh, kwa wakulima Bukoba na Mchinga. Nao wa waahidi kutiki kwa Dr Samia Oktoba 29 na mtoto wa rais Ali Hassan Mwinyi kuzikwa leo na kwa gazeti lako la taifa Tanzania uzalendo kwanza linatuandikia habari inayosema teki yatoa onyo kwa mapadi na watawa. mradi wa LNG lini upo? wagombea udiwani Ngorongoro eh, Ngorongoro waomba bajeti kusuka eh, kusukuma miradi. lakini habari leo gazeti lako linaandika sababu eh, waongezwa eh, kumradhi saba waongezwa eh, kesi ya kutakatisha bilioni tatu lakini yafungwa jela maisha kwa kusafirisha cocaine na Samia to hakika eh, mradi kuchakata gesi. IMF yaeleza kuimarika uchumi Tanzania na bandari kupunguza gharama za maisha Pemba. Hiyo ni habari kula saa tatu kwenye gazeti la kula Habari Leo. Lakini NRA kuruhusu uraia pacha. Hiyo eh, chama cha ja NRA eh, katika sera zake nasema sasa ruhusu uraia pacha. Tuangaze sasa gazeti lako la kula Uhuru linaandika Wasira aonya wanaotolea macho Umea. Lakini manganya yawashusha e, presha. Waliokwama kura za maoni na Chauma. Kufufua zao la kahawa na Samia ni vitendo zaidi. E, huyu ni Dr. Samia anasema ni vitendo zaidi. Hilo ni gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali, tuangazie kwenye michezo na burudani, na gazeti lako la Uhuru linaanza na habari inayosema Folz awatoa hofu mashabiki Yanga. Lakini Alphonse Simba apandishwa cheo. Ibenge ni ushindi tu. Magoma fiti kuwa ni ya mkanda wa UBO. Mirambo Kaimu katibu mkuu TFF. Na Falls tunarudi uwanjani. E, uwanja wa mazoezi kujifua na gazeti lako la taifa Tanzania linaandika kamwe awatuliza mashabiki kuhusu kiwango kibovu cha timu yao. Lakini Jenerali Mkunda ampongeza sajinati eh, sajinitaji Simbu. Na gazeti lako eh, gazeti lako la eh, Mwanaspoti kumradhi, ni gazeti lako la majira linaandika kwa michezo ya Simbu. E, NBC imechangia ushindi wangu wa riadha. Lakini mkuu wa majeshi ampandisha cheo Simbu. Hilo ni gazeti lako la Majira kurasa wa michezo. Huku gazeti lako la Machinga inaandika Ibenge ana jambo lake. Azam Mayele afanya yake, apiga hattrick ya makocha wa AFCON ni mmoja kutoa Simba. Hilo ni gazeti lako la Machinga. Huku gazeti lako la Uelekeo linaandika Ibenge adai ligi kuu ya NBC ni ngumu. Yanga hatuja kinai mataji. Kiba amsifu kusa kwa kujali. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo lakini Nipashe gazeti lako linaandika Morocco wataka Simba icheze kibingwa kafu, lakini Yanga ni rekodi mechi ya ufunguzi. E, Yanga ni rekodi mechi ya ufunguzi, hiyo ni habari kwenye gazeti lako ukurasa wa michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Sport kwenye kurasa za michezo, e, asubuhi ya leo linaandika surprise ya Morocco, masta wa fichua wenyewe afunguka e, surprise ya lakini licha ushindi kocha Froze acharuka jangwani. Licha ya ushindi kocha Froze acharuka jangwani. Lakini Faisali Feitoto e, amaliza ukame wa siku 297. E, Faisali Feitoto amaliza ukame wa siku 297, ripoti ya Amorim ipo hivi. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanaspoti ukurasa wa mbele. Lakini gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, ndio tufungie usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo.